Anaitwa Juma Ramadhani Khamis, ni mwalimu wa ufundi bomba chuo cha maji kutoka Zanzibar, na hapa nina mfumo wa umwagiliaji maji, smart irrigation system. Huu ni mfumo wa usimamiaji wa umwagiliaji maji katika shamba lako ama katika viwanja vya michezo ama katika bustani yako. Mfumo huu unasaidia kusevu muda, vile vile unasaidia kuokoa maji mengi, vile vile unasaidia kumwagilia kwa wakati ambao ni, vile vile, mfumo huu unatumia teknolojia ya kisasa kama nilivyokuambia mwanzo, ni smart irrigation system; unatumia mfumo wa GSM, mfumo wa simu. Mfumo huu unaweza ukautumia hata kama uko mbali, unaweza ukatumia kwa kupiga ama kwa kutuma ujumbe na kuhusu ufanisi wa ufanyaji kazi katika mfumo wetu huu, tayari tumesha kufunga katika sehemu ya chuoni, sehemu ya shamba darasa, na unafanya kazi vizuri, na vile vile tumesha kufunga katika viwanja vya maonyesho ya wakulima, na tayari nao huko unafanya kazi vizuri huu. Kwa hiyo kama utakuwa unahitaji mfumo wetu huu, unaukaribisha kwa gharama nafuu, tutaelewana na, na tutakuja kufungia.